Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ndio gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele: ni dokta aichungulia dabi pagome. Mpanzu wa onywa awapa neno walio katika mfungo, agusia pia afya ya akili. Dabi hii utamo upo hapa, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ni kareko dabi, mechi itapigwa saa moja na robo usiku, siku ya Jumamosi takwimu za timu mbalimbali Yanga Sports Club iliyoanzishwa mwaka 1935. 58 Yanga imefunga mabao 58 na kufungwa tisa katika ligi kuu hadi sasa, ikiwa na pointi 58, nafasi ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara. Yanga imepata penati saba hadi sasa katika ligi kuu, imefunga tano na kukosa penati mbili. Simba Sports Club iliyoanzishwa mwaka 1936, Simba imefunga mabao 46 na kufungwa mabao manane katika ligi kuu hadi hivi sasa. Jumla ya pointi ni 54, nafasi ya pili kunako ligi kuu Tanzania bara. Simba imepata penati kumi hadi sasa katika ligi kuu ikiwa imeshinda penati tisa na kukosa penati moja. Gazeti hili pia limeandika dakika 15, muda unaotajwa na dokta ni hatari zaidi kwa wachezaji uwanjani katika mechi. Futari Dokta amefafanua pia kuhusu wachezaji walio katika mfungo watumie futari ya aina gani. Lakini pia rekodi mbalimbali zimeandikwa, ukikamata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti utasoma kwa undani zaidi kuhusiana na dabi ya Kareko. Gazeti limeandika TPL leo Jumanne, Tabora United dhidi ya JKT Tanzania, mchezo unapigwa saa kumi kamili jioni, CCM Kirumba Mwanza. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa